Hapo mwenyewe umetulia kabisa, una hata wasiwasi. Hujui hata nini uko kinaendelea. Una hata habari ya jambo letu baba? <laughs> Samani miaka ya Mungu, tuna misikusudia kufanya kitu kama hiko. Baba samehe, alafu usikiliza. Kwa nini umekuwa kila siku ni mtu kukosea tu? Kwa nini utulizi kichwa chako? Kwa nini hutaki kunisikiliza mimi? Nini naongea? nini nataka? Makubaliano yetu mimi na wewe ilikuwa ni nini eh? Samahani tena kwa mara nyingine baba, najua mimi mkosefu, kila siku nakosea, naomba unisamehe. Mimi sikujua Mungu, uko wapi na giza uko wapi, ndio maana nimechanganyikiwa. Sio kosa langu mimi, afu wenyewe ndio wako wananichanganya changanya, changanya. Kwa hiyo sasa hivi umegundua kosa lako. Ndiyo baba, nimejifunza kitu tena kikubwa sana, nimejigundua mi ni mpuzi sana. Kwanza leo mi nitakusikiliza wewe tu, sitamsikiliza mtu yoyote. Nisikilize vishi, mimi sio mbaya tena, mi ni mtu mzuri sana. Ndiyo baba, sio mbaya, sio mbaya kabisa, na wewe mwenyewe unatambua kabisa nia na dhumuni yangu na malengo nini sasa wewe unatakiwa utulize kichwa. Mimi sio mtu mbaya kama jinsi wao wanavyokutangazia au wanavyokushawishi wewe, ili unione mimi mbaya. Mimi sio mbaya kwako. Sasa kwa kuwa umegundua kosa kwa lako, mimi nimekusamehe. Sawa asante babangu, nashukuru. Lakini unahitaji umakini sana, na unahitaji utulivu mkubwa sana, kwa sababu tuko katika kipindi kigumu. Alafu mtakufukueni mkuwache hapa, sihitaji utoke hapa nyumbani sawa. Baba mi niko tayari, mi ntakusikiliza wewe hapo, ala sitasikiliza mtu mwingine yoyote na ukiona uwezi kukaa hapa nje, jifungie ndani, kwa sababu hivi sasa jambo linapoendea, na hii si usiku wa leo ili jambo linafika mwisho. Sasa tuliza akili yako sawa. So, baba, jambo gani? Je, ulivyotoka pale nyumbani tulikubaliana nini? Na uliniambia unakuja kufanya nini? afu na kukuta tu, ya ya sala, sala, tu. Eh, yani umekaa kia sarasara tu. We umeniletea mimi marejesho yoyote? nikuletee marejesho kwa faida gani nitakayoipata? yaani yaani, wewe hapo ulipo mpaka ulipofikia sasa hivi unashindwa kujiongeza, yaani unashindwa kujiongeza kwamba kwa nini sikufika, maanake yaani nimeshachelewa. Mpango upi ulofeli? Na kama umefeli, kwa nini usije kuniambia? Alafu umetulia, yaani umetulia, huna hata au, kwa sababu ile jambo sio lako ndugu yangu. Yaani kipindi ambacho mimi nilikupo naangalia, kumbe yule binti alikupo akashafika tayari, kwa hiyo mpango umefeli. Yaani sasa hivi sikuelewi, mwanzo ulipofeli kuniambia, umekuja nyumbani kwako hukumkuta yule binti, ulikuja pale mbio mbio, mbio mjesha na kutoka, ukaja kunipata taarifa, ndugu yangu, nimefeli. Ili kwa nini usiniambie? Wewe nadhani ushajiongeza mwenyewe bwana, usinipige pige makelele. Tena nikwambie wakati mwingine ndio vitu vyako vya ajabu ajabu ukija kuniambia hapo kunifuata, uwe na taadabu. Lakini wewe si ndio unaniambia. Hapa mimi naona dakika hizi nitamwai kabisa nitaenda nitampiga radi nitampiga kimbola. Kiko wapi? Yule mtoto ana Mungu. Ulielewe hilo. Sio kama niliangalia vibaya, kwani nimeangalia. Lakini yule mtoto ana Mungu, sio bure yule mtoto. Unaposema ana Mungu una maana gani? Sio unaona kila kitu kimefeli. Yaani mimi hata sikuelewi. Na kama ulijiona unataka kufanya, basi ungeniacha nifanya mwenyewe. Sasa na faida gani na kushirikiana na wewe? Upo upo tu. Naona afadhali hata ya mimi. Sawa tu, haina shida. Yaani hiyo afadhali ya wewe, yani bora sasa bora taa yangu najitua na huu mzigo. Yangu atakuwa ananiendea kwa usalama. Mara nilikuwa sina raha, mara pepe, mara yani a a, hasa hivyo nataka nitulie. Hilo mimi sijaliafiki. Kwa sababu mimi najua la kwangu, la kwako, la kwako, la kwangu. Eh? Kwa nini hili hapo katikati lije lijitokeze kama hivi? Mimi najua kwamba umefeli, unakuja unaniambia mdogo wangu, nimefeli. Nimefaulu, unakuja unaniambia mdogo wangu, nimefaulu. Lakini leo na unasikuelewi. Alafu nikwambie kitu kimoja, usichokijua tu. Kwamba ili swala na wewe nimesha kuingiza kwenye list. Sijui unanielewa? Ninapotafutwa mimi na wewe, unatafutwa hivyo hivyo. Sasa usichokielewa. Yaani inabidi tu hapa tushirikiane. Langu liwe lako, lako liwe yangu sijui unanielewa mimi umeniweka kwenye listi haya listi ipi ya kuua kizazi changu au cha kuua jirani ina maana adui yangu mimi na wewe ni adui yako huo mchezo uliocheza ni mchezo ambao uliochezaga kina mzee Musa zamani mimi usiniingize kabisa katika hivo vitu sijui umenielewa alafu nikuambia kwamba samani sio mzigo mimi hivyo vitu haviniusu tena haviniusu kabisa yani. sababu mimi sipati faida yoyote ya vita vyako nilitaka tu kukusaidia lakini, ninavyoona mbele kugumu, nisije nikaharibikiwa na familia yangu, kama faida unapata wewe mikoa yote uliohama mpaka hapa kwa sababu mimi sifaidiki na kitu chochote. Hata kama yule mtoto akifa, akiwa hai, hata kuja kunijali mimi, na wala hanijui kwa chochote wala kwa lolote. Ni mtoto wa kwako wewe, na maisha ya kwako kwa wewe mwenyewe, si umeama? So, kokote amefika hapa kwangu, kwa hivyo vitu mimi havinihusu mimi. Kwangu samahani, sio mzigo. Kwa sababu kwanza, wale ni majirani zangu, ni watu hapa hapa. Naenda kumuomba samahani. Mwanangu. Unavuna maji? Eh, sasa mtavuna mahindi baba. <coughs> Sawa. Sasa kwa sasa simamisha kwanza gari. Mzee, nipo kwenye mteremko ujua. Kwa <coughs> kwenye mteremko huwezi kusimamisha kusimamisha gari. Unawezaje kusimama kwenye mteremko ghafla? Simamisha gari mwanangu. Mzee, hivi unafikiri kama gari halina brake unawezaje kusimamisha kwa haraka? Brake za kupamba. Ch, ch, -ch, -ch. Nasimama kweli mzee, umesomea wapi? <laughs> Sasa nikwambie kitu, mimi baba yako, enzi ya ujana wangu, katika ubora wangu, kipindi mimi ndo na drive gari mimi, yaani hata kwenye mlima au kwenye mteremko, ukiniambia simamisha gari, yaani abiria ambao walikuwa wamesimama wataona ndo makini. Basi unaona, mimi nilikuwa makini zaidi mwenyewe nimesimamisha gari unasemaje mzee? Point yangu ni kwamba, tena nashukuru mwanangu, sasa hivi umekuwa na unajielewa na unajitambua. Kuna kitu ulikuwa ukielewi kipindi mimi nafanya michakato ya kumleta vishi hapa ndani. Wewe ulikuwa unanichukia mimi, ulikuwa ujui za mila yangu, lengo langu ili wewe ulipize kisasi, kwa sababu najua vishi amekutenda sana amekufanyia mabaya mengi sana. Kwa hiyo ili wewe ulipize kisasi chako vizuri, umlainishe, umlegeze akae sawa sawa, lazima awepo hapa ndani. Kwa hiyo mwanangu, nimemleta hapa Vishi au namleta hapa, lengo na madhumuni ulipize kisasi mwanangu. Wow! <laughs> Mzee wangu una akili nyingi sana sana, kumbe ulikuwa unaumizwa na maumivu nilokusimulia kwa hiyo ukataka umlete vishi hapa ili mradi nimlipizie kisasi uso kwa uso macho kwa macho. Eh. Okay. Okay. <laughs> Mzee, yani, anyway wewe ni hatari sana. Unatumia sana nini? Akili. Eh. Hey. Akili. Kweli wewe ulikuwa dereva mzuri sana. Unaweza kusimama kokote kote. Umekubali au? Uh, but that Ndio. Um mimi me me me, me me me ah I can't do it. Nakushukuru sana mwanangu. Hmm? Kama umelielewa hilo. Mm. Sasa ndio wakati wako. Mm. Eh? Mm. Mm. Namaanisha si wezi kufanya unavyoongea, naona unijui. Kama mimi ni Zasha, nitaka chokifanya sasa hivi kwako, hiki kinyumba chako nakilipua na bomu, na sio bomu la na kichawi, naenda kulinunua dukani lile guruneti lile, si unalijua, eh? Na nakilipua kinyumba chako, alafu uone mimi Zasha au nani unalopoka lopoka tu. Cha kusaidia wewe ni kitu hichi kimoja, pigie simu mkweo, aje mwongee na kitu ambacho anatakiwa umwambie mkwe wako afanye, namna anavyojua hawezi kumtoa yule binti nje ya ule uwanja, au amtoe babake mzazi, ili uweze kuingia ndani ya ule uwanja, na kushaingia kwenye ule uwanja, nia na mazumuni umtoe vishi kwenye lile eneo na ukishafika pale vishi, unamburuza kwa nguvu, unamtoa nje ya ule uwanja. Hapo ndo tunaweza tukafanikiwa, na ukifeli na hapo usiniletee mabwa bwa yako. Ukishamtoa vishi nje ya ule uwanja mimi nalipua, sijui umenielewa. Na kama itakuwa ngumu, mtumie huyo huyo mkweo kumtoa vishi nje ya ule uwanja, kwa sababu tatizo kubwa ni ule uwanja, sio vinginevyo. Kwani unafikiri mimi vitu sijavituma? radi nimetuma ila hujafika kwenye ule uwanja. Ule uwanja una kinga nzito sana, hata sijui kinga gani wameika kwenye ule uwanja. Kwa hiyo utumia akili nyingi sana, kwa kumtumia mkwe wako utafanikiwa. Ukilala na hapo, shauri yako, usinilaumu tena. Mimi sijifunza kuwa na roho mbaya, mimi siwezi kumlipizia kisasi mtu aina yoyote yule. Unajua kuna kitu ambacho umesahau my grandmother is your mommy, yani bibi yangu mimi, wewe ni mama yako. Kwa nini mama awe na hekima alafu mtoto asiwe na hekima? Bibi alisema kisasi sio kitu bora kabisa kwenye maisha, kisasi sio kitu muhimu, hata kama una watu ambao ni wasaliti masnitch bitch, ambao kila wakati wanatamani wewe ufeli tu uanguke chini, ukisha wajua utakiwa kuwalipizia kisasi bali wape distance, watenge, ila usiwachukie, usiwalipize kisasi. Ikibidi wasalimie, eh, usiwaoneshe chuki, kwa sababu ukiwakaribisha tena watakuumiza, ila usilipe kisasi. Nilishika mafundisho ya mama yako, kwa nataka kunibadilishia kwenye ukubwa huu kwamba niwe nalipa visasi? Impossible, not only that impossible, but it is impossible to possibilize the impossible to be possible, my dad wito wako mwanangu, sawa. Umefanya vizuri mwanangu, nilichokuitia hapa, naona tangu aondoke mwanangu sasa hivi sikuelewi kabisa, una mabadiliko makubwa, shida nini? mm. Mm -mm. Mm -mm. Mama hapana, mi siwezi kubadilika, lakini lazima nipungue uwani kwako kwa sababu aliokuwa ananifanya mimi niwepo uwani hapa, alofanya mimi nichezecheze kiwanjani hayupo. Sasa nikija kucheza kiwanjani nitacheza na nani? Majirani wataongea nini? Hmm. Na pale kwenu nimesikia kuna binti ameletwa. Huyo binti hajaletwa kwa ajili yako? Kweli binti kafika? Binti? Binti, ah. Yamkini inawezekana kwa kuna mtu kafika, lakini mji una taarifa za spidi Sijui ni nani yupo binti nyumbani kwenu, na ni msichana mdogo maana, angekuwa mkubwa ningesema labda ni mke labda wa baba yako, lakini ni binti mdogo ambaye nilikalako likalako. Siwezi kuwa nimeletewa mimi, mama, mimi na mchumba wangu. Kwa nini hiyo binti niletewe mimi? Hapana mama, hapana. Kwani kuna shida gani yani? kuna shida gani hapo? Ninachosikitika mimi, kwa nini liswala litokee wakati mwanangu hayupo, wa ina maana naona shirikiana kabisa kumsaliti mwanangu. Na kama ikitokea kweli iko hivyo, mimi sitokubali mwanangu apate maumivu ya mapenzi, sitokubali mwanangu waumie. nitahakikisha na wewe unaumia mm. Mm. Mm. Mama, ngoja ngoja hapo kwenye kuumiza, anaumizana mama, mimi sijahusika kwa chochote. Afu kwani unanichimba mkwala mzito kiasi hicho? Wewe mkwala unaonichimba, yani unaonesha kabisa hata kama binti yako atanifanyia makosa. Mimi ni fwampwe tu, nisijitutumue. So hivyo mama. Ah, tusipigane mkwala. Wewe ni elewesha tu kawaida. Kifupi mimi sina mpango wa kumuumiza Janet. Kwa sababu Janet ni mwanamke anayempenda ndo mchumba wangu ambaye yuko mbele ya macho yangu. Na hizo scandals zingine na taarifa zingine, anajua baba, mimi sihusiki nazo na siwezi kumsaliti mchumba wangu mama. Wewe cha kufanya, yule binti nenda akamtoe. Ah, Mama, mimi kumtoa yule naweza nikagombana aliyemleta, kwa sababu sijui kamleta kwa makusudi yapi. Ukweli kuna kipindi wanajitutumua kabisa bwana, na vimba na vimba, lakini na vimba nikiona jwa msauni baba, lakini wakati mwingine natia mkwala, lakini jwa msauni this is my dad. Yapo yeye ya mwenyewe anasema takuwa dad, na mimi namtania wewe ni father, lakini kwa spidi yake ni mtu ambaye ananipenda sana, kwa sababu siwezi kumkorokocha. Umeelewa? Naelewa mtu akikupenda anakuwaje. Najua babangu wananipenda. kwa swala kumtoa yule, labda tu nitengeneze kigezo cha kuwapisha, kwa kuwapisha au siwapishe. wewe pale hutakiwi kutoka, anayetakiwa kutoka ni yule binti. cha kufanya sasa, kama wewe uwezi kumtoa, hilo swala ni acheni. Unachotakiwa kufanya sasa hivi, mpigie simu baba yako, ukiwa nje ya pale nyumbani, mbali kabisa, umwambie nina shida na wewe, nina maongezi na wewe baba, alafu baba yako anatakiwa kufuata huko ulipo. Alafu, mimi hapa katikati nitamaliza huo mchezo, yule binti pale anatoka. mm -hmm. Hilo wazo mama, nimelipenda, nimelipenda kwa sababu kwa staili ile ya baba kumleta binti itanitukanisha mimi na yawezekana mchumba wangu asinielewe. Mimi nimekubaliana na wazo lako na kwamba shirikiani ili umtoe, kwenye kumtoa pale na mimi nakupa big up, lakini sitaki kuonekana mimi ndo nahusika, ila mimi nitakusaidia na nampigia simu mzee sasa hivi jambo la cha zee unatakiwa kuleta binti pale, unatakiwa kuleta binti pale. Pole rafiki <tri> yangu, ananipa pole kati ushanyumiza, unataka kuniua? Hapana, sikuwa na nia ya kuua. Ila lengo lako lilikuwa lipi? Ni hasira tu za hapa na pale, usichukulie hivyo. Kuna kitu naomba unisaidie rafiki yangu, ila kuna kitu kidogo tu nataka nibadilishe kwenye maisha ya Sinyori. Unajua mimi sikuelewa mambo yako. Hivi umetoka zamani ama baadaye? Naomba uniweke wazi. Nimetoka zamani lakini pia nilikuwa baadaye. Maana habari ambazo unafuatilia Unaonekana unajua zaidi mbele kuna nini. Unataka nikwambie? Ndiyo, nataka kujua. Nikikwambia utakata tamaa. Wewe endelea na ratiba niliyokuomba. Lengo nataka nibadilishe kidogo maisha ya Senyori. Fanya kazi yangu ya kumzuru yule jamaa. Senyori akishatoroka mimi nitakusaidia kurudi baadaye. Nadhani ikiwa hivyo yatakuwa yamebadilika. Kafanya hiyo kazi haraka. Kwa sababu masaa ya lango kufunguka yamebaki manne. Na inafunguka kwa mara ya mwisho kwa tarehe ya leo. Baada ya hapo mpaka mwakani tena. Hey, hey! Hey! Umenishtua sana, kichwa changu. Kwa nini mzee? Ninjua dhau kuna matatizo yote. Nikahisi ndio umekabwa huku. Nashangaa nakuta unapiga unalia kama kunguru. Kunguru alivyo mzee, Sema analia. Tetere. Eh, tetere. Kama tetere, tetere. Hebu lia tena kidogo nimeupenda jinsi. Ah. Hmm. <laughs> Mwogopa sana Kasi eh? Nimeogopa sana. Yaani nimeshuka hapo nusu nivunje mguu hapo. Ah, usijali mzee. Nitaka nijaribu nione umekuwa dad. Kwa sasa hivi sasahivi eh, kwa simu yangu ulivyoipokea na kuwahi, unakaribia. Yaani una sherusi ya kuwa dad. Hmm. Kwa hiyo ulikuwa kwamba unani test. Text. Nilikuwa nakutesk. Najua wewe ni good dad. Sasa una robo, unajua good dad, una robo, unakaribia unakari kuwa dad. Kuwa dad kuwa dad, ndio good dad. Point ya kukuita ni kukuona kwa hilo, lakini leo nimefurahishwa na uliponijali. Story eh, story story nyingi. Sawa. Sawa. Lakini Lakini ya ya ya birthday. Lile, ya birthday. Birthday. Ah story zetu leo na siku lolote lile linalohusu nje ni mimi niko nani? Yaani nilishika maeneo haya ambayo upo wewe hapa. Kweli kwamba ulikuwa nisubiri mimi au ulikuwa mana na issue zako zingine, maana mwanangu anakujua. Ah, so kweli. Na hiyo ka hiyo. Niko na kusubiri wewe. Sawa. Eh, sawa. Niko na kusubiri wewe. Dad, dad. Um. Nataka tupige story na nitengeneze draft Kuja kwa fundi atutengenezee draft nzuri tupeke nyumbani tu kuishi. Mm. Lakini story nye, start, lakini story yenyewe sitaki tupigie hapa. Tukatafute sehemu nzuri. Yaani kuna kahewa hewa fulani hapo, tunatega hapo, tunapiga story, lakini nakukumbusha no birthday. Nikikwambia kitu fulani usiniambie birthday. Birthday no. Yaani nikikuuliza tu kitu eh. He, hebu niambie kwenye ujana wako kabla ya kukutana na mama ulikuwa umeshakutana na wanawake wangapi? Ndio swali wangu <tuhi> Usifikiri nitakuona labda muuni unanijibu sasa. Mimi si wa kiume siki dume wako. Ah, ah, eh, eh, ni sawa. Kabla ya kukutana na mama nikazaliwa mimi, ulikuwa ukutana na wanawake miaka ngapi? Ndio kunidanganya mzee <laughs> <laughs> <laughs> Ndio <ndio, laughs> <tutanisimulia. laughs> Habari, baba, upo mpaka tutengeneze, itakuwa nyumbani tukupiga story. Sasa tunapita kwa fundi na nini na nini huko, unanijibu sasa. Tunaenda huko, unanijibu eh, ni ngapi? Kwanza mimi nataka nikupongeze. Unaniloga kwa sababu sasa hivi umekuwa good boy. Oh, I am good boy, good boy. Eh, hey baba, leo umenisifia sana. Good boy, let's go, good dad. Eh, kwa kweli. Simama hapo, mkimbizi. Jua si tokupata eh? Mimi ndo Janet. Mungu, wewe ndio tumaini pekee ulibaki kwenye maisha yangu. Sasa umekwisha.